za biashara na. Kenya imezindua mpango mpya wa mafunzo kuhusu akili mnemba kwa ushirikiano na kampuni ya Google, ikiwalenga wanafunzi wa vyuo vikuu kama sehemu ya kukuza nguvu kazi iliyo tayari kujitosa kwenye uwanda wa uchumi wa kidijitali. Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo amesema hatua hiyo itatoa fursa kwa wanafunzi kupata huduma za mpango wa Google Gemini Pro Plan ambao hutoa mafunzo kuhusu programu kama vile Deep Research na NotebookLM kwa miezi kumi na miwili bila malipo. Zifuatazo ni taarifa za biashara. Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo amewadikiri wanafunzi wa vyuo vikuu kusomea kozi kuhusu akili mnemba ili kuimarisha taaluma zao. Kabogo anasema Kenya inalenga kutumia akili mnemba ili kuimarisha uzalishaji, kuvutia uwekezaji na kuharakisha mpito wa uchumi unaozingatia teknolojia.

Na kwingineko kampuni ya Farmers Choice inaongeza huduma zake mashinani, ikiwalenga wafugaji ili kuboresha uzalishaji na utayarishaji wa bidhaa za nyama. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Farmers Choice Felistas Getau amesema hitaji la bidhaa za nyama limeongezeka humu nchini, na hivyo ipo haja ya kuwajumuisha wafugaji zaidi ili kuongeza uzalishaji.

Mwishowe, Kenya na Burundi zinaimarisha ushirikiano wao katika huduma za kifedha za kidijitali ili kupiga jeki uzalishaji wa biashara ndogo na za kadri. Balozi wa Burundi nchini Kenya Ntahunkurie Emanis amesema taifa hilo linathamiria kuchukua fursa ya nafasi nzuri ya Kenya kwenye teknolojia ya kifedha ili kupanua upatikanaji wa ufadhili kwa mafundi na wenye biashara ndogo nchini humo.